Bila shaka ni plus anaonyeshwa kadi nyekundu kwenye mchezo huu, mchezaji ambaye alikuwa anacheza kama fullback wa kushoto kule, lakini baadaye mwalimu mwa, mwa, mwa, mwa kwenye mabadiliko ambayo ameyafanya, aka opt kuja kumchezesha kama kiungo, wakati amevunja winga moja na kujaza viungo katikati, anakwenda nje France, miongoni mwa wachezaji ambao binafsi kutoka nimeanza kuwaona, ana nidhamu kubwa, lakini sijui nini kimemkuta, sijui nini kimemkuta. Naona benchi la ufundi, wachezaji wote wanaondoka. Wakati mwingine mpira ni busala tu. Kasoro, yeah. Kwa majina anaitwa Alikoko, kocha wa Raja Casablanca. Tunashukuru. Tunashukuru, ligi ya ya Mapung'o Cup imeanza salama, na sisi ndio mchezo wetu wa kwanza. Nashukuru sana kwa kupata matokeo ya mbili moja. Mechi ilikuwa ngumu sana. Nadhani walisio onekana uwanjani, wapinzani walikuwa vizuri, ila sisi tulikuwa tuna wachezaji wazuri na tumejipanga kwa ajili ya haya mashindano, ndio maana mechi ya leo tumepata matokeo ya, nimeona walikuwa vizuri na amecheza vizuri kwa sababu timu ni bora. Prostero ni kama academy fulani sasa ukikutana na timu kama hizi inabidi ucheze kimbinu sana, ila tunamshukuru Mungu tumemaliza mchezo salama, na marekebisho yaliopo tutacheza vizuri zaidi. Hapa tunawakaribisha sana washabiki na washabiki wa Raja Casablanca, tunawashukuru kwa sapoti, na mechi jayo kuna burudani zaidi ya leo hii. Eh, lazima hii timu itabadilika sana, utaona watu wa premier kila siku. Wewe ukisikia Casablanca inakuja, njoo uangalie burudani. Jina linaitwa Rufuta Mabula, ni mkazi wa Nyakagwe, shabiki wa Raja Casablanca, timu yangu jinsi unavyoiona timu yetu na matokeo jinsi unavyoiona na huu ni mwanzo tu, ndio tumeanza. Na atakaye na aje, hatuna mm, mbambamba. Atakaye kuja atakipata, atakachokilichomtokea alikipata leo ni mwendo ubaya, Atuna... ubwela